Ninaitwa Askofu Eusebio Samuel Kiando, ni askofu wa tatu wa jimbo la Njombe. Nilizaliwa mwaka 1964 e, tarehe saba mwezi wa tatu katika kijiji cha idende e, ndani ya parukia inayoitwa Makete katika jimbo hili la Njombe. Labda kwa ufupi kwa kuzaliwa kwangu, historia ni hivyo, ni mimi ni mzaliwa wa jimbo hili la Njombe. Miaka miwili kwa kweli, karibu natimia miaka miwili, kwa sababu tarehe kumi na nne ni siku chache zinazokuja nitatimiza miaka miwili kamili toka niliposimikwa na kuwekwa wakfu kuwa askofu wa jimbo hili. Ninamshukuru Mungu sana, kwa sababu mambo mengi sana e, yametendeka katika kipindi hicho, kiuchungaji na pia kiutawala. Kiuchungaji tumefaulu kupita e, katika maeneo yote ma, parokia zetu zote kwa maadhimisho ya masakramenti, lakini kwa safari za kichungaji tumepita huko na kuongea na wenzetu, lakini pia tumekuwa na mikakati ya kuboresha shughuli zote za kiuchumi katika parokia mbalimbali. Kwa hivyo tumepita kwa ajili ya semina hizo katika parokia zetu, lakini pia tumekuwa na vikao mbalimbali ndani ya miaka miwili, e, kujuana na kupeana mikakati mbalimbali ya utendaji kazi katika ndani ya jimbo letu kwa hiyo naona ni, e, e, ni baraka tele kutoka Mwenyezi Mungu, na tumefaulu kwenda katika kasi ambayo tulitegemea na tuna matarajio kwamba tunapoanza miaka mingine, Mwenyezi Mungu anaendelea kututia nguvu na kutuimarisha. Lakini pia e, katika shughuli zingine za kiuchumi e, tumewahusisha e, waamini wote wa jimbo la Njombe katika shughuli za kuhakikisha kwamba tunalitegemeza jimbo letu kwa michango mbalimbali lakini pia kwa kuunda kamati zinazosimamia shughuli za uandaaji wa bajeti na kusimamia shughuli zote za miradi mbalimbali mbali ya kijimbo e, na kwa namna pekee sasa tuna pia shughuli ya ujenzi kwa ajili ya ofisi ya jimbo. Tunakamilisha shughuli hii, lakini tumewashirikisha wote. Kuna kamati ya ujenzi, wapo mapado, wapo walei, wapo watawa na tunafanya kazi kama e, familia moja, ili kuhakikisha kwamba mambo haya tunafanya kwa ufanisi na kila mmoja aweze kuona jimbo ni sehemu na ni, ni mali yake sote. Ile sense of ownership ya dayosisi ndio ambayo tunataka tukijenga katika jimbo letu. Kwa hiyo tunasafiri pamoja kama familia ya Mungu, na ninafurahi kwamba tumeweza kusafiri pamoja vizuri, na kwa yale machache tuliyofanya katika kipindi cha miaka miwili imekuwa kwetu ni shule, kutusaidia kwa miaka mingine ya mbele tunakoenda. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hilo. Si kazi rahisi kupokea majukumu makubwa kama haya. Naomba Ma ni keti e, kwa kweli e, kwanza nilipata simu, niliitwa kwa simu ya WhatsApp e, na nuncio balozi wa baba mtakatifu nchini Tanzania e, ilikuwa tarehe saba e, mwezi wa kumi, ishirini na tatu siku ya Jumamosi, masaa ya mchana Yani, nipigia, e, alinipigia e, na akaniuliza, wewe ndio wewe Eusebio Kyando? Nikasema ndio. uko wapi? Nikamwambia niko Njombe. Akaniambia sasa, unaweza una nafasi kuja Jumatatu tarehe tisa ofisi ni kwangu eh. Niliangalia ratiba niliona tulikuwa na mafungo ya mapadre, nikasema sina nafasi. Akaniambia sasa, ninaomba ufike, ufanye juu chini ufike, kwa sababu lazima ufike. Nina nia ya kuongea na wewe, ofisi ni kwangu hapa Dar es Salaam kwa hiyo Jumapili nilipanda eh, basi ABC eh, mpaka Dar es Salaam na baadaye eh, nilifika ofisini kwake, lakini aliniambia saa nne na nusu, mimi nilifika saa nne na robo. Nilipoingia ofisini akasema mbona umefika mapema? Nikasema ni ngumu sana timing kwa foleni za Dar es Salaam. Eh, na sikujua kwa hakika ameniita kwa masuala ya uaskofu au ni masuala mbalimbali ya maendeleo ya kijimbo kwa sababu Wakati ule nilikuwa kama contact person wa Jimbo nikimsaidia askofu msimamizi wa wa Jimbo Askofu Ndimbo. Kwa hiyo hata nusu aliyepita Amerika alikuwa na kawaida kunipigia simu kujua tunavyoendelea wakati huo. Nikadhani huenda ikawa ni hiyo. Lakini kiasi fulani nikaanza kuhisi huenda ikawa ni habari hii wa ya uaskofu. Kwa hiyo nilipofika alianza kuongea mambo ya maendeleo ya Jimbo, mnaendeleaje kiuchumi, mahusiano na shughuli zingine za uchungaji. E, ghafla akaingiza hiyo mara moja, akasema Baba Mtakatifu, najua amekuteua wewe kuwa askofu wa, wa jimbo la Njombe. Ilikuwa e, e, ni ngumu sana kwa sababu e, majukumu haya unaona kama, kama si kitu halisia, yani mazingira yale ni kama ndoto hivi E, na mpaka urudi katika u, u, u, hali yako na kusema sasa hii ni kitu halisi, ndio majukumu yanakuja. Ilichukua muda e, lakini basi baadaye nilikaa kimya na e, mjumbe wa baba mtakatifu huyu Nuncio e, Angelo Catino ndio aliyeniita na akaniuliza vipi unapumua? a <laughs> <Man, laughs> alio nimekaa kimya ghafla nikamwambia niko mzima. Akasema <laughs> unasemaje, unakubali unakataa? Najua anasema Baba Mtakatifu amekuteua, alafu utakuwa na nguvu gani ya kusema kwamba e, mimi ninakataa? E, haikuwa rahisi. Kwa hiyo nilimwambia mimi sina uwezo wa kukataa mwaliko wa Baba Mtakatifu, na hivyo niko tayari kupokea majukumu yale ambayo mama kanisa amenipangia. Kwa hiyo ndiko kutoka hapo, tukawa tunapanga sasa tarehe lini itangazwe rasmi eh, tukakubaliana iwe tarehe 19, na ilikuwa pia ni siku ambayo ilikuwa jubilee ya mapadre walikuwa wanaadhimisha miaka 25 na 50. Kwa hiyo walipofika e, ndio e, ikatangazwa rasmi kwamba sasa wewe eh, huyu ndiye askofu wenu eh, mteule wa Jimbo la Njombe, na taratibu zingine ziliendelea maandalizi na nini mpaka tarehe 14 2024 Januari ndio nilisimikwa niliwe na kuwekwa wakfu kama askofu wa jimbo hili. E, historia yangu si fupi, kwa sababu nimekuwa nikienda mahali na mahali e. Baada ya kupata upadre nilitumwa parokia fulani e, kule wilaya ya Ludewa inaitwa Mlangali na nikaa tu e. Kwanza nilianza Matamba huko e, milimani kwa miezi nane hivi, alafu baadaye nikahamishwa nikapelekwa parokia ya e, Ludewa huko inaitwa Mlangali. Na baada ya hapo nikaletwa seminarini, tulikuwa tunaanza seminari yetu e, ya St Joseph Kilocha, na pale nikaa kwa muda alafu nikapelekwa masomoni e, kule Mwanza St Augustine University bako. Baada ya miaka mitatu e, nilimaliza masomo katika mambo ya fedha na, na na, na, uhasibu e, alafu nikabakizwa pale kama mwalimu baadaye nikapelekwa kusoma Australia, eh, kwenye State University na Tasmania University kwa miaka miwili eh, kwa masters ya uhasibu eh, na baadaye nikarudi kufundisha. Baadaye nikapelekwa Italia tena kwa ajili ya masomo eh, nilichukua masters eh, ya usimamizi wa biashara nikarudi. Eh, na baadaye nikapelekwa Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya mitihani ya bodi ya uhasibu CPA. Eh, nilifanya na nika graduate 2010 nikarudi kule tena kufundisha. Baadaye askofu wa hapa hayati Alfred Maluma aliniomba nije kusaidia kuweka mfumo wa fedha kijimbo. Nikarudi 2011 kwa mwaka mmoja tu, alafu baadaye nikarudi, na baadaye ndio nikatumwa benki ya Mkombozi, na kule ndio nilifanya kazi kwenye eh, eh, kurugenzi ya fedha ya benki ya Mkombozi kwa miaka karibu mitatu hivi karibu minne hivi, nilifanya kazi pale na baadaye nikaenda kusoma eh, doctorate kule Nairobi eh, kuwea, eh, Catholic University of Eastern Africa eh, na baada ya wakati wa corona ule ndio nilikuwa mwishoni kabla defense ikatokea corona. Kwa hiyo nilirudi hapa eh, wakati nimerudi hapa kusubiri mambo ya corona yatulie. Eh, ndio baadaye askofu akafariki na nikakabidhiwa majukumu yale kama msaidizi wa Askofu Ndimbo eh, kama contact person na katika kipindi hicho niliendelea kufuatilia masomo yangu kumalizia online eh, eh, virtually na baadaye, nilimaliza, niliitwa kwa ajili ya defense, nikafanya defense, nikarudi eh, na mwishoni nilipoteuliwa, ndio wakati ule niliitwa kwenye mahafali <laughs> na nilipata barua ya kuteuliwa kuitwa kuteuliwa, na nilipoitwa na nusio na wakati huo nikapata barua ya mwaliko kwenda kwenye mahafali yangu kule Nairobi. Kwa hiyo nilienda kule kama askofu mteule e, na nikapata e, cheti changu nika graduate afu nikarudi hapa kuendelea na maandalizi kwa ajili ya e, kwa ajili ya askofu. Ndoto ya kwanza ilikuwa kuwa padre. Hii ndio niliotamani muda mrefu toka nikiwa mdogo, nitamani kuwa padre na baadaye, nimshukuru Mungu, Mungu e, nilipata upadre E, na kila nilipoenda nilidhani hapa ndio nitaanza maisha yangu, na yatakuwa hapa. Kwa hiyo nilipoenda Matamba nikajua upande wangu Matamba, nikahama nikaenda Mlangali, parokia Mlangali, nikadhani hapa basi nitakuwa hapa kwa muda wangu mblo, maisha yangu yote. Kwa hiyo mambo ya waskofu hayakuweza kuja e, na baadaye nilipohamishiwa seminari Kilocha tunaanza seminari pale na nilidhani sasa nimefika. E, kama kinachoweza kufuata hapa ni kwenda kuchukua pengine e, degree ya, ya mambo ya elimu ili nirudi kufundisha kama jalimu pale katika seminari yetu ya St Joseph Kilocha na, kwa kweli, nilidhani sasa hapa natulia, lakini ndani ya miezi sita ndio nikapelekwa kusoma e, kule Mwanza St Augustine University na nilipofika kule nikawa na mawazo kwamba Ebu na mimi ni hangaike ni mbona kuna mapadre wengine maprofesa wa university e, e, ninajua wale walioko University of Islam na mahali pengine. Ebu, na mimi ni struggle, niweze kufikia huko. Ndio ndoto yangu ilikuwa niwe padre na profesa nifundishe university, na ndio maana kila mara hata nilipotolewa nikapelekwa Mkombozi, mawazo yangu yalibaki yale ya university. Kwa kweli nifanye kazi Mkombozi, lakini ndoto yangu ilikuwa hiyo. Niliporudi tena kwenda chuo kikuu kwa ajili ya kufanya doctorate nilifurahi sana. E, na hivyo nikawa nasema sasa, nina uhakika nitakuwa profesa ndani ya miaka mitano e, kwa kweli ndio nilivyofikiri hivi. Na uaskofu pia haukuja, hata tulipopata msiba um, ule wa askofu kufariki, kufikiri kwamba mimi ndio nitachukua nafasi, sikufikiri. So e, nilikuwa na sababu za msingi sana. Ya kwanza e, kwa sheria inataka tu anayekuwa askofu walau awe na degree ya uzami ya uzamili ya masomo ya teolojia kama wez, asome labda biblical theology, awe moralist au asome canon law vitu kama hivi. Na mimi nilikuwa na bachelor tu ya ya biblical theology ambayo nilifanya seminary kuu Peramiho. Kwa hiyo nilijua kigezo hiki kinanifanya mimi siwezi kuwa huko, lakini pia nilifikiri jua umri eh, nikaona maaskofu wengi wanaotajwa katika majimbo mbalimbali mbali, ni miaka 40 na kitu, akichelewa sana 52. Mimi nilikuwa tayari na 59, kwa hivyo nikajua mimi simo ni, ni kwa kweli, ni mtu ambaye nilikaa nika relax kama kiti cha nyuma kusema sasa e, katika mchakato huu mimi haunihusu, eh haunihusu. Lakini basi nikashangaa katika hayo yote ambayo nilidhani yangekuwa ni sababu ya kutokuwa kwenye orodha ile, nikaitwa e, kuahibu. kwa hivyo kwa hivyo kwa ufupi sikufikiri, sikufikiri. Na mengine yaliyofanya nisifikiri kabisa, hata baada ya kukosa askofu tunajua kwa vyote tutapata askofu jimbo, ndani ya jimbo e, ni kwa sababu ya, ya, niliyoyaeleza, lakini jimbo letu, ni sababu yale lakini letu lina mapadri wengi e, ni kati ya majimbo ambayo mapadri wengi na wazuri, ambayo mimi nilikuwa natazama fulani na fulani na fulani, huenda wakaweza kuwa maaskofu wetu, kwa hiyo tuna utajiri wa mapadri wengi, kwa hiyo yeyote yule angeweza. Kwa mpaka leo nafikiri kwamba si mimi kwamba ni, ni bora zaidi kuliko mapadri wengine wote ha, basi nasema kati ya kati ya wengi basi e, Mwenyezi Mungu ameamua mimi niweze kuongoza wale wengine wenzao e, mimi nadhani jimbo la Njombe e, kiimani kwanza E, wamisionari wetu walitujengea misingi mizuri sana katika imani kwa watu e, tulikuwa na wamisionari wa, e, wa Konsolata, unapovuka mto hapo Ruhuji upande wa huko kaskazini, lakini upande wa kusini huku e, wamisionari wa Benediktini. Hawa walipanda mbegu ya uhakika ya imani mioyoni mwa watu kutoka kwa wazee wetu na hata watoto waliofuata na hata sisi leo hii tunajivunia, tunaweza kuona watu wana imani, lakini ni msingi uliyejengwa ms msingi mzuri na wa misionari wetu, na hivyo ningeweza kusema, tunavyopima kutoka vigezo mbalimbali mbali vya kuangalia imani, na hasa pokeaji wa masakramenti eh, mahudhurio katika dominika, ushiriki katika vyama vya kitume, majitoleo katika shughuli za ujenzi wa kanisa na vitu kama hivi, tunavyoona watu wanavyojitoa na eh, unaona kweli imani katika jimbo la Njombe iko hai E, ningeweza kusema kabisa kwamba tunamshukuru Mungu, tunaona imani e, watu wana imani e, imani e, ya ukomavu kabisa, e, watu wana imani. Na upande wa uchungaji e, ni jimbo kubwa e katika uchungaji, na hivyo inatupasa kusafiri sana pia lakini, tunafaulu kufanya uchungaji kwenda sehemu mbalimbali. Kwa mfano kama mwaka uliopita, tumeweza kuzungukia e, jimbo zima kulikuwa na kamati ya almashauri walei walikuwa napita kila parukia kwa ajili ya kuhamasisha shughuli za kujitegemea na nini, lakini kulikuwa na kamati nyingine ambayo ilikuwa kazi yake kuangalia swala la uchungaji, vipindi vya dini mashuleni na vitu vingine. Walipita parukia moja baada ya nyingine, e, tuliona kuna kazi kubwa inafanyika. Kwa hivyo ningeweza kusema hata swala la uchungaji kwa namna fulani tume, hatujafikia e, kiwango cha juu sana lakini eh, nadhani tunaendelea tu vizuri, tunaendelea vizuri. Narudia kusema wale wenzetu walitutengenezea miundombinu mizuri sana ambayo inatufanya kazi ya uchungaji katika jimbo la Njombe isiwe ngumu, kwa sababu mambo yale yamewekwa, ni nyinyi tu wenyewe kujipanga vizuri na kuona namna gani ya kufanya ili kuweza kuimarisha uchungaji katika jimbo letu. Kuhusu swala la miito, eh, tuna miito ya upadre, utawa, makatekista lakini pia wito eh, wa ndoa eh. Tukianza na eh, miito ya pekee kama upadre eh, jimbo la Njombe tuna mito ipo eh, na hali si mbaya, walau kila mwaka tunaweza kupadirisha eh, kama juzi tumekuwa na mashemasi wawili lakini e, kwa kawaida la, kila mwaka tunapata ma, ma, mashemasi na mapadre mwaka unaofuata. Kwa hivyo e, ningeweza kusema hali ya miito inaridhisha. Tuna idadi nzuri pia ya mapadre mapadre, mpaka sasa tuna mapadre mia moja na ishirini na tatu. We, wapo wanafanya kazi katika idara za baraza la maaskofu na majimbo mengine, lakini wapo karibu tisini hivi wanafanya kazi ndani ya jimbo lakini tuna waseminari wa kutosha pia e, waseminari tunao wa jumla waseminari wakubwa ambao ndio tunawategemea watakuwa mapadre baadaye. Tunao waseminari wa sitini ambao wako katika seminari mbalimbali katika nchi yetu, seminari kuu kama kule Kibosho Moshi, tunao pia Mtungamo kule Bukoba, tunao pia Mwenda kulima kule Kahama, tunao pia Kipalapala kule Tabora, na wingi zaidi wako seminari kuu Peramiho jimbo kula Songea. Kwa hivyo upande wa mito ningeweza kusema hali inaridhisha. E, upande wa mito ya watawa e, watawa katika jimbo la Njombe wanakwenda mashirika mbalimbali na sehemu mbalimbali ndani na nje ya nchi. E, na kwa ndani hapa tuna kwa sababu tunaalikwa kwenye nadhiri, askofu anaenda pale kusimamia mambo ya nadhiri e, tumeona e, walau kila mwaka kwa Maimiliwaha kuna shirika la watawa mtakatifu wa Agnes nyumba ya Imiliwaha iliyopo jimboni Njombe. E, nyumba ya Mtakatifu Gertruda pale kila mwaka tuna nadhiri za mabinti wa nadhiri za kwanza, nadhiri za daima. Kwa hiyo naona e, hata upande wa mito ya utawa ni, ni, tuko, e, kwa jimbo letu mito inaenda vizuri na makatekisti hali kadhalika na sasa hivi naona kuna mwamko wa mabinti wengi kujiunga kwa makatekisti ya kuliko vijana e, wa kiume e, kwa hivyo, lakini tunamshukuru Mungu e, kama kuna mwaliko na vijana wanajisikia wito kumhudumia Mungu katika nafasi ya ukatekista hatujali, hatu jinsia e, tunajali wito. Kwa hivyo tunao, lakini pia kwa miito ya ndoa ingeweza kuwa ni changamoto kidogo, lakini mwaka huu wa jubilei kuu e, kumekuwa na mwamko mkubwa sana e, wengi wamefunga ndoa katika kipindi hiki, zaidi ya majozi elfu mbili na mia nne wamefunga ndoa ndani ya mwaka moja. E, kama sehemu ya maadhimisho katika huu e, mwaka mtakatifu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu e, mito katika jimbo la Njombe ningeweza kusema inaridhisha na tunaendelea kuomba iendelee kwa sababu e, watu wanaongezeka, watenda kazi tuna lazima waongezeke ili tuweze kukamilisha kazi ya uchungaji katika jimbo letu.